Serikali inatambua uwepo wa biashara ya mtandao kwa sasa. Kuna jumla ya makampuni elfu moja mia nane na ishirini ambayo yamesajiliwa ambapo makampuni elfu moja na sabini na tano ya biashara mtandao ni shughuli na shughuli yao kuu, ni makampuni 745 ni biashara mtandao na shughuli nyingine. kwa sasa serikali inaendelea kuchukua hatua muhimu za kuwa na mfumo madhubuti utakaosimamia biashara hiyo ambazo zimeanza kuzaa matunda. Mfano, kwa kipindi cha Julai 24 hadi 20 eh, Machi 25 serikali ilikusanya kiasi cha shilingi bilioni 192.78 kutoka kwenye biashara mtandao ambayo inajumuisha betting ya mitandaoni. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili kuhakikisha tunaenda sambamba na kasi ya mabadiliko ya teknolojia kwenye biashara, serikali imeandaa mkakati wa kitaifa wa biashara mtandao, National Electronic Commerce Strategy, ambao upo katika hatua za mwisho za ukamilishaji wake. Maeneo yatakayofanywa kazi katika utekelezaji wa mkakati huo ni pamoja na uboreshaji wa miundombinu ya TEHAMA, uboreshaji wa sera, sheria na kanuni lakini pia uboreshaji wa huduma za mawasiliano usafirishaji na uchukuzi, uimarishaji wa huduma za miamala kwa njia ya mtandao na kutoa elimu kwa wananchi kuhusu biashara mtandao, ili waweze kutumia mitandao iliyopo kufanya biashara. na kushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa uh, Daktari Kabati, asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sasa niulize maswali yangu mawili pamoja na majibu mazuri sana ya serikali, je, yeah. Serikali ina mkakati gani katika kuzuia udanganyifu na utapeli mkubwa unaofanya katika biashara hizi za mitandaoni, kwa sababu kuna watu wengi sana wamelizwa kwa ajili ya hii biashara. Swali langu la pili, je, yeah, serikali inadhibiti vipi wanaouza bidhaa kwenye social media bila leseni kwa sababu kuna utapeli pia mkubwa sana unafanyika katika uh, ku, ili kuweza kukusanya pia mapato hiyo. Uh, so, yeah, swali la pili sijui kama ni la wizara hii. Uh, nadhani Mheshimiwa Naibu Waziri, swali la kwanza ndio swali lako. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Eh, kwanza nichukue nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Daktari Ritta Kabati kwa ufuatiliaji kwenye biashara na hasa mahususi e, biashara mtandaoni. Mheshimiwa mwenyekiti, ni kweli e, bado tuna changamoto nyingi, na ndio maana nimesema serikali imekuja na mkakati huu madhubuti, na huu mkakati ni utekelezaji wa sera ya biashara ya taifa ya mwaka 2023 toleo la mwaka 2023 ambao Mheshimiwa Waziri e, wa viwanda, Daktari Selemani Jafo alipitisha, na katika kutekeleza hilo tumeweka mkakati huu mahususi ambao umelenga kuboresha biashara mtandaoni kwa sababu tumeona changamoto hiyo iliyopo katika biashara e, e, biashara mtandaoni kwa sasa. Sasa Mheshimiwa mwenyekiti, kama nilivyosema, hiyo ni moja ya mkakati, lakini mikakati mingine e, serikali kupitia wizara mbalimbali kwa mfano e, kupitia wizara ya fedha tayari wana kitengo mahususi ambacho yenyewe kinasimamia biashara mtandaoni, ndio maana unakuta rekodi zetu za mapato yameongezeka kwa sababu tayari tuna track kuhakikisha biashara zinazofika mtandaoni zinalipia kodi, lakini pia mapato ya serikali hayapotei lakini la pili, mheshimiwa mwenyekiti e, kupitia wizara ya habari, mawasiliano, teknolojia ya habari tayari kuna sheria mbalimbali ambazo zote hizi zinalenga kudhibiti e, e, au kuboresha biashara mtandao. Kwa mfano, wana sheria ya makosa ya mtandao ya mwaka 2015 lakini pia wana sheria ya miamala ya elektroniki ya mwaka 2015 lakini pia kuna, kuna ile sheria ya, ya, ya ulinzi wa taarifa e, binafsi mwaka 2022. Yote haya yanalenga kuhakikisha tunapunguza au tunaboresha biashara mtandao ili iweze kuwa na manufaa kwa Tanzania lakini pia kwa serikali. Kuhusu suala la pili, mheshimiwa mwenyekiti, ni kweli e, kuna changamoto ya biashara e, za kuuza bidhaa mtandaoni bila kuwa na kampuni. Kwa mfano mtu anapiga ana, ana, ana picha bidhaa ya mtu kwenye duka halafu anarusha e, mtandaoni halafu anatafuta ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana, wateja. Sasa mtu kama ujui ameweka na namba ile, ambayo e, bado ukituma hela mzigo hutapata, lakini pia e, e, na fedha yako itakuwa imetapeliwa. Sasa moja ya vitu ambavyo tumefanya kama serikali e, tunawasaidia vijana. Kwa mfano sasa hivi tumewaambia kuna vijana wa Tanzania wamebuni mfumo mzuri ambao wenyewe unasaidia kuunganisha kati ya mteja kwa maana ya mnunuzi na mteja muuzaji, kwamba kupitia shirika e, wameanzisha kampuni e, moja inaitwa Fortune Technology Company na wana app moja inaitwa inaitwa Swift, eh, inaitwa Swift Pack ambayo yenyewe wanashirikiana na shirika la, la posta kwamba ukinunua fedha zako zitakaa pale kwanza na ukithibitisha kwamba umepata mzigo ndio wale wanarilizi ile fedha kumpelekea yule ambaye anauza. Kwa hiyo hizi ni hatua ambazo zimeanza kuchukuliwa na serikali ili kuhakikisha tunaboresha biashara mtandao kwa sababu hatuwezi kukwepa. Sasa hivi biashara mtandao ndio kila kitu, lakini lazima tupunguze changamoto au athari hasi za biashara mtandao. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti.